Mjomba, una nini, una nini? Mbona toka jasho hivi, au joto? Mjomba. Mjomba, basi nikuwashie feni. Mjomba. Maji ya kunywa? Ah, nakuletea mjomba, sasa hivi. chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake, sio ni mwisho sio ni ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, kuna zamana, hakuna chombo kocha kuokoa jambo jambo Ila leo shuleni amenipiga marufuku tena kuhusiana na hizo nguo nazenda nazo. So ni fomu za shule. Hata madaftari yangu yamenishia. Usiwe unaelewa mdogo wangu. Na nipo nalifuatilia, kwa kila kitu kitakaa sawa. Ila kikubwa ninachokusii, naomba zingatia sana masomo kwa shule. Achana na michezo. Mimi sitaki uje uishi maisha kama ninayopitia mimi, dada yako. Nakuomba sana. Mama, nikuahidi dada yangu. Tapambana sana kwali masomo ili tuweze kutoka kwenye umaskini, maana naona unapitia wakati mgumu sana. Nafurahi kusikia hivyo, najivunia kuwa na wewe. Sasa haya, nenda nyumbani, ukifika angalia funguo tunapowekaga, utakuta chakula kiku kabatini, sawa Ila sasa okay, ni kukuta pale pale nyumbani, usitoke sawa? Usitoke. Haya. Machozi yamekuwa mto wa safari kila usiku, kila asubuhi najiuliza mbona njia ni giza, majibu yamejificha moyo wangu mishipa ya moyo inacheza na sauti hadi upepo wa usiku unanong'ona, mapenzi haya hayawezi kufa, hakuna mwingine kama wewe. haina haja kustuka wala kuniogopa. Unaniona hapa ni nafsi ambayo ilikuwa ikiishi ndani ya mwili mjomba wako. Najua mjomba wako anapitia mateso sana. Na wewe ndio msaada pekee. Hivyo unatakiwa kushikamana na mjomba wako na kuto kumwacha hata hatua moja. Mbona sikuelewi? Wewe ni nani? Na mjomba wangu mimi ni ule pale Kalala. Sasa iweje ufanani naye? Kama nilivyokuambia awali. Mimi ni nafsi ambayo kuwa ikiishi ndani yake. Niza, mamako mdogo yuko wapi? Mchokozi? Abe. Sama, lala, za kushinda salama dada. Za huko alipotoka? Mi niko poa. Sasa kama tulivyoongea, niliwaambia kwamba nitawaletea mfanyakazi kiepe yule pale naitwa Niza, yule ni mwanangu mimi wakumzaa. Aswa yule kule ni mchokozi mdogo wangu, nikitoka mimi ndo yeye. Jamani, huu ndo yule mfanyakazi niloambia. Habari zenu? Salama, karibu. Sio mnaangaliana? Nimesema huu ni mfanyakazi no. mm-hmm. Haya, karibu

Aya, katusubiri nje. Lakini je, si unaona kabisa amelala? Amelala, amelala chumbani kwangu. Toka nje!

Kusema kweli siku ya leo ilikuwa sio nzuri kwangu, na kuomba univumilie japo siku ya leo tu, ila kesho ntatimiza kila unachokihitaji. Umechoka? mimi sijui kuchoka. Kela naona umenisahau. Haya, sogea kule. Imechafuka, lakini... <clears throat> mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya sunami, kuna zamana, hakuna chombo cha kuoko Utasimama, wakati upepo unavuma. Shangazi, kama tulivyoongea, mi safari yangu imewadia, naenda kupambana tafuta maisha, nayo maisha sio ya kwangu peke yangu, shangazi, ni ya kwako pia. Nakumbuka wewe ndo umenilea, wewe ndo mama wangu na wewe ndo baba yangu. Sawa mwanangu, nimekuelewa sana. Hata mimi nimefurahi sana. Unakokwenda ufanikiwe, uwe na maisha mazuri, unisaidie mimi kama nilivyokulea. Ya, shangazi yako. Lakini nachokusihi mimi, unakokwenda uishi na watu vizuri, usipende kuwakwaza watu, baraka zinakuwa hakuna Heshimu mdogo mheshimu mkubwa, kama tuvuka tunaishi mimi na wewe hapa, tunaheshimiana. Nimekulea mwenyewe, sija kuona mapungufu yapo, lakini sio kama yale tukwazane tugombane, hakuna. Tumeishi vizuri kwa amani. Sasa na mimi nakupa baraka zangu, nenda kaishi vizuri, utafanikiwa. Mafanikio yako wewe ndio kunisaidia mimi. Sawa sawa mwanangu, nenda salama na kuombea baraka, nenda salama, kaishi vizuri, kila utachofanya ufanikiwe, mwanangu, nenda inshallah. Imechafuka. Ay, Ay, mioyo imepotea, maovu yanafanya Sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba na kila mtu anaogopa hata kivuli chake, sio ni mwisho Kuaje vipi, ulifanikisha kupata mzigo? Ndio hivyo, ndio inavyotakiwa, kwa sababu mtoto wa kiume siku zote inatakiwa mikazo. Unajua kuna kusaka do, kuna vitu vingi, unaweza ukafa au ukaumia. Sema, kuhusu swala hilo hata usiwaze. kuna mambo naenda kuyaweka sawa tu, nikishamaliza nakutumia pesa yako kwenye akaunti. Siku zote wadudu sijawahi kufeli. Basi buluda wenyewe. Macho juu ya macho oli chafu. Basi ndio nakubali. Adeu. Macho yangu yameona popo mbili wavuka mto, jibu lake au papai? Achana nao. Yaani sasa pa Adamu kamuona Eva kwenye bustani ya Eden. Acha njonge jongee, huenda nikaenda kula tunda la katikati lenye mti wa mema na mabaya. <laughs> Mrembo, uchitujenge malengo, ninavyokutazama na kuona kama nyufa kwenye mjengo mm? Kama mtoto alozimita na mwendo, nipe simu yako nikupigie. Wike wike baby, we moyo unasema baby, mbona unashangaa <laughs> mtoto hmm? Mtoto amezimika na swaga za Kikorea ah. <laughs> ah. Mimi mimi mimi mimi najua unataka kujua kiundani zaidi. Mmh, kuhusu mimi. This is my life. Wow, I want to tell you <laughs> because somewhere is some water. Ah, mimi unavyoniona kwanza ni mtu mmoja alwatani. Sio alwatani 20%. Yaani In short, creator, kwamba mimi ni mfanya biashara mkubwa wa nje na ndani ya nchi nina surprise buza. Eh, eti buza biza nchi mbalimbali kama Ethiopia, Switzerland, gentlemen, the gentlemen, gentlemen, mm, biza zangu nazipeleka huko, mi ni muuzaji mkubwa wa mikopo cha upele mke wangu, mimi mme wako mzee Manembo. Leo nimekuletea zawadi. Unajua mwanamke hapigi kwa ngumi wala kwa fimbo, mwanamke anabembelezwa kwa maneno mazuri na vizawadi kama hivi ambavyo nimekuletea. Naomba uipokee, lakini usifungulia hapa, utaifungulia ndani kwa muda wako. Asante mume wangu, mume wa maisha yangu nakupenda sana, nakupenda pia. Bagresa kama Bagresa ananifahamu, Bwage Yala ni mtu aina gani? Mo sio mo ng'ombe, mo deuji Young African inajua nini ninachokifanya. Kwa hiyo ningependa sasa uangalie kijana mwenye pesa zake, utamweka wapi kwenye moyo wako ha? Actually, nisiongeongee sana, maana matajiri sisi hatuongei, atuongei. Siu, mimi ni tajiri aina gani? Au ndio tajiri mwenye wasili na uchawa eh? Unaweza kunipa content, nitakukoro mm. Na usikizalo kisoswadu na kitumia tu, kwa sababu usipendi kubeba mizigo mikubwa. Kwa hiyo ungenigea contact number, I call you. Shit. If kwanza umetokea? Maana sikuelewi. Yaani kama vile umefufuka kabdini. Kwanza kwanza, unanuka. Cha kwanza wewe huwezi kusimama na mtu kama mimi na kuongea na mimi. Yaani kwanza ukiongea tu nasikia unanuka nuka. Na kingine, sio kila mwanamke unamwona anasimama barabarani basi anasubiria kutongozwa. Sijui unanyelewa lakini. Mhm. Mm. Yaani, mtu kishapewa namba ukifikia kwamba yeye ni mzuri basi unajimwalula mwana nuka. Sio, umejisahau hapo. Alafu kingine, mimi naona kinachokubeba ni hizo makeup. Kwanza natamani mvue yenyeshe iko prima makeup au tuone ile sura lako lenye makokokoko na linga na linga kitu gani? Mwenyeji sote. Kwanza muone na mashavu kama nyanya masala zisizochoka zimetepeta tepeta. Sema nini? Sisi kama pipo tutakutana

Shangani eti, unaenda kupambania maisha watoto wa wangu wenyewe wana hali ngumu. Ufanikiwe uje kunidharau? Lakini shangazi, kuanzia sasa utakuwa msukuli wangu mpaka nitakuwa mwamini, basi Chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sio ni mwisho, sio ni mwisho. Ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami. Kuna zamana hakuna chombo cha kuokoa nani ata